Karibu katika kipindi maalum ikiwa ni mwendelezo wa kuzungumza na wagombea wa nafasi ya urais. Kipindi kinaitwa Wafahamu Wagombea Urais, ikiwa ni fursa adhimu kwako kuweza kufahamu sera ambazo zinatolewa na wagombea hawa. Wamekwenda kwenye majukwaa ya kisiasa, kutokana na pirikapirika -pirika za hapa na pale, yawezekana au kupata fursa ya kwenda huko na kusikia kile ambacho wanakisema, lakini kwa kuwa vyombo vya habari vipo hii inakuwa ni nafasi ya wewe kusikia moja kwa moja kutoka kwao na kupata ufafanuzi wa yale ambayo wanayafanya. Naitwa Nurdin Selemani, nambaye ninakualika hii leo na hapa studio tunaye mgombea urais kupitia CCK chama cha kijamii David Daudi Mwaijojele, karibu sana. Nashukuru, asante sana. Kwema, kwema kabisa. Namshukuru <laughs> Mwenyezi Mungu mm. <laughs> tuambie uh mwenendo na mwelekeo wa kampeni uh, unazionaje kwa sasa? Ah, na <coughs> kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya fursa hii na kwa ajili ya nafasi ambayo Azam TV mmenipatia, okay. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima, kwa uhai na kwa nafasi tume kwa jina naitwa David Daud Mwaijojele mwenyekiti wa chama cha Kijamii na pia mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Kijamii mm. ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo toka tumeteuliwa na tume ni, ni muda sasa umeenda tumekuwa tukiendelea e, na kampeni zinaenda vizuri, watu wanaitikia, watu wanafurahia na kwa upande wa chama cha Kijamii kwa sababu tuna matumaini ya kuchukua hicho kiti, sio wababaishaji tunaona eh, hakika watu wana, eh, wanaitikia vizuri, lakini pia kuna tumeona mapungufu mengi kila tulipopita, kero za wananchi. Wananchi wanahitaji mabadiliko ya kiuongozi okay. Na pia wanahitaji mabadiliko ya maendeleo. Kero zao ni nyingi, kwa hiyo wanahitaji solution mm. Uh, mimi nikaona solution kubwa ambayo inasumbua sasa hivi kwa vyama vya upinzani tunahitaji moja, kwa maana kwamba ili tupate maendeleo makubwa na mageuzi ya demokrasia na kisiasa katika nchini lazima tuweke unit mm. Umoja. Umoja wa namna gani? Mimi nikajipembua, ni, ni, ni nikaangalia nikaona, ili nishike dola vizuri, hizo ilani za vyama vyote sijui kumi na sita ngapi hizo ntazikusanya zote mm pamoja na sera zao, ehe, tutaziweka pamoja, tuta changa cha pamoja. Kwa maana kwamba itabidi sasa tuwe na tutengeneze serikali ya umoja hii ya muungano mm. Tutaivunja. mm -hmm. Sisi CCK tutaunda serikali ya umoja, kwa maana y kwamba kama kuna mtu mzuri katika chama kile na utaalamu fulani basi itakuwa ni mseto coalition government, hata tutamtumia kwa utaalamu alionao. Mm. Hiyo ni moja ya kipaumbele chako cha kuunda serikali ya uh, umoja wa kitaifa baada tu ya ku, kuapishwa kwa sababu suti imeandaliwa tayari, sikwambii mm -hmm. rangi. Baada tu ya kuapishwa <laughs> ndio naiunda hiyo serikali baada ya siku kama hamsini mpaka mia naleta hiyo lakini, mm, hiyo haitafanyika ni mpaka E, tulete mchakato wa katiba okay mpya. He, nilitaka hapo kwa sababu umesema wewe mpango wako ni kuondoa serikali ya muungano ambayo ipo, mm -hmm. na kutengeneza kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ndani ya siku mia moja inawezekanaje kufanya mabadiliko hayo ya katiba? Rahisi tu, haina hata ugumu, kwa sababu katiba wewe ukaitengeneza kwa miezi mitatu au mwaka mm -hmm. au miaka miwili it needs much time Okay. E, la, miaka mitatu na nusu saba mpaka hivyo. Kwa kwa sasa mchakato umeshaisha, kilio cha watanzania wengi na kilio cha wanademokrasia hapa Tanzania, vyama vya siasa, vyama vingi, wanataka mabadiliko ya katiba, kwa sababu katiba iliyopo ni ya mwaka 1977 ni ya chama hiki. Kwa hiyo kutunazungumza demokrasia, tunazungumza mageuzi, ukialeta kwenye katiba vyendi sawa vinakataa. mm. ndio maana inatakiwa ende proportion. naona katiba ibadilishwe iendane na hii na katiba ikibadilishwa vitu vingi vitabadilika, okay. naona kwa hiyo tunasema kwamba eh, watu wanalaumu serikali wanalaumu kitu gani hapana, amna kulaumu serikali. Pita sisi tukipata fursa, tutatumia fursa hiyo na nafasi tuliyopewa kuleta mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya afya, mageuzi mbalimbali, hata ya kujasiria mali kwa wavuvi, kwa wakulima tutafanya kitu cha tofauti kwa sababu tuna strategy tuna mipango tuna sasa maono. Sasa hao maono ni silaha, ni wananchi, wakituchagua wakitupa fursa kwamba Mwaijojele sasa kura zimetosha, meapishwa kwa raisi, nasema Azam, sasa wewe, mshahara wako ulikuwa mia mbili sasa hivi utapewa milioni moja na nusu mpaka mbili. Utafurahi, utachangamuka. Kwenye hiyo serikali ya umoja wa kitaifa umekuwa na mjadala mkubwa sana, kwa sababu tumezungumzia katiba, umesema kwamba utakwenda kubadilisha katiba, lakini hii serikali ya umoja wa kitaifa naona hata Zanzibar imetengenezwa ikihusisha vyama viwili, na kuna utaratibu kwamba lazima chama A kipate hiki na chama B kipate kiwango hiki ili iweze kuingia ndani ya serikali kwako utazingatia nini katika uh, kuja kuunda hiyo serikali? Sisi tuna, tutatumia watu wazoefu wengi. Tunasema kwamba chama cha kijamii CCK, tutatengeneza tutakuwa na kamati ya wazee wastaafu okay. Waliofanya kazi serikalini kwenye sekta binafsi. Tutakuwa pia na kamati ya vijana, tutakuwa pia na kamati ya watu wa makundi maalum wakiwemo wanawake na watu wenye ulemavu. Hawa wanakuwa ni washauri wa serikali hii kwa hiyo tutakuwa na miundo mbinu mingi ya kushauriana kwa ajili ya kuendesha serikali. Nakumbuka pia tuna e, tumeunganisha serikali ya umoja, tuna watu wazoefu pia kutoka vyama mbalimbali mbali. Lengo kubwa ni kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Watanzania hawahangaiki na vyama, watanzania wanataka mabadiliko ya maendeleo, waliokuwa na lala na njaa wasilale na njaa tena, waliokuwa wana pakulala wawenamari pakulala walikuwa wanashindwa kusomesha watoto wao shule, serikalisasa iwasapoti wasomesha wa shule ni, ni tatizo ambalo baada ya muda kadhaa tutakuja kuifei, sio muda mrefu. Na makundi ambayo anasomesha watoto wao Ulaya, Amerika, Austria, huko Uingereza, Ujerumani si mm. Arafu wengine watoto wanasoma wa, wa wa hapa. Kwa maana kwamba huo tunaleta mfumo kama wa wa kama wakifarume kulisishana madaraka kwa sababu huyu asiyesoma mtoto masikini atampa urais atampa waziri mm. kak, akikundi fulani haka katazidi tu kwa kutawala kwa miaka mirefu, ndio tunataka kuivunja, kwamba watu wote tu balance maisha kusio na tofauti kubwa kati ya mtu aliye nacho na asiyekuwa nacho, hapo tu balance ilingane, vinginevyo mm. tunatengeneza bomba, muda mfupi litaenda kutulipukia. Hawa ndio wanakuwa adokosi Mm. Mimi nimetembea maeneo mm. mbalimbali mm. machokola na nani makora, mm. ni hawa ambao wanalala ovyo ovyo, hawajui awa, hata matumaini watakulaniwa nani, ndio wana kuvamia wewe mwenye suti mm. sasa wakiwa wengi unafikiri utawashinda wapi? Okay. Eh, sio rahisi hapo. kwenye elimu mm. unasema kwamba italeta hiyo uh, gap baina ya hawa ambao wanasoma ughaibuni tutaip, tutaip e, eh, kama eh. si kuipunguza yani mm. kuipoteza kabisa kwamba watu wote a wanasoma nchini ama kwa sababu eh, kuna kama kuna fursa za kwenda kusoma nje basi na yule ambaye babake hana uwezo akifaulu vizuri wote waweze kwenda kusoma huko kwenye shule nzuri. Ndio hii mtoto wake akifaulu, wewe huna uwezo kutoa milioni tano. Maana atabaki hapo hapo, ndio anakuwa mpiga debe. Atakuja kuongoza lini? Sasa hii serikali sio rahisi. Na yule mwenye pesa aliye nacho anapeleka mtoto wake, akirudi anaingia wapi serikalini huo. Sasa hizo tofauti ndio zinaleta manunguniko. Ndio tunasema sisi hapa uh, CCK chama cha kijamii tumejipanga kwamba ili watanzania wote wako equali, wawe wahudumiwe sawa so, na serikali ya CCK tunaenda kuunda mabenki kila kona ya nchi. Hayo mabenki hayo tunayatengeneza, tutayajaza mafedha ya kutosha uhum, ili kila raia akopeshwe bure, aidha anasomesha mtoto au anataka kuuza dagaa au anataka kulima kilimo au anataka kufanyaje, pesa ziko pale. Leo hii watu wengi wana maono, wanakufa na maono yao, hawa na mitaji ya kutimiza ndoto zao. Tukasema sisi CCK tumegundua kwamba hilo ni tatizo kubwa, kwa hiyo tutengeneze benki, kila mtu akope bila, yani tutarasimisha, serikali ya CCK itarasimisha ya kwamba hata mtu ambaye hana kiwanja kiwanja akope fedha. Leo hii ukienda watakwambia na kiwanja, watakwambia na nyumba Huna kwa hiyo maana yake umekosa mkopo. Hata kama ni laki mbili laki tatu. Kwa hiyo dhamana haitokuwa. Itakuwa ni ya serikali. Ndio maana sasa tutakopesha mikopo bure. Wananchi watawaye na mikopo na baada hapo sasa itakuwa itutapitisha sasa elimu kwa raia kutoka vijijini mpaka mjini kwa ajili ya kulipa kodi ili pesa zizunguke wawe waaminifu. Ndio mataifa yote hata Amerika wanaishi kwa ajili ya makodi. Lakini watu wana maeneo nyumba, Amerika mtu anaweza kulipa ata hata miaka 50 hata kizazi na kizazi, uweze kununua Amerika nyumba una heri utapata hapo. Hmm. Sisi tunasema tutajengea hiota, hata wote nyinyi mliokuwa hapa ntawajengea nyumba. Kila mtu chumba na sebule ambayo hajaolewa, walio na familia vyumba vinne mpaka vyumba vitano watapewa, kae na familia zao hmm. Na wastafu tutaweka mikataba na wafanyakazi, wazee wanaofanya kazi wanapostafu hmm. awakata miamia, ikifika mwisho wa kustafu tunajengea nyumba kakae na watoto wake hmm. Twende kwenye la mikopo, kaushadamu umelisemea sana Uh, na imekuwa ni kilio cha muda mrefu e, e, kwenye majukwaa yako. Ni kwa namna gani sasa utakwenda kuimaliza kwa sababu hii mikopo imekuwa ni mambo binafsi kati ya mtu na labda taasisi ama na hiyo mikopo yenyewe hata wengine mtu kwa mtu kwa sababu mtu anakwenda kukopa anaambiwa riba hii, anakubali baadaye mambo ndo yanaharibika. Ndio hapo nasema kwamba kwa sababu kutakuwa na benki za serikali automatically watu hataenda hata kukopa kwenye kwa watu binafsi, hivi vi mikopo na vikampuni vilivyozagama karibu nchi nzima, na wakati mwingine ni maarufu kwa, kwa neno la kausha damu, vimejiwekwa kwa kutambua watu wana mafungufu na shida zao. Kuna kiongozi hapa katikati ayupo sasa duniani, sitaki kumtaja alivikausha hivyo kausha damu vikampuni vya kukopesha na kunyang'anya vitanda, mnanyang'anya madera, mnanyang'anya mafriji, mnanyang'anya mafriji, kausha damu, damu, kwa sababu pesa za serikali ziko bwelele, tena ni bure. Mtu akiwa na shida, mtoto wake anahitaji ada akamsomesha mtoto wake, serikali nampa na inampa bure. Alafu sisi tunasema tuna madini kama Tanzanite. It is a peculiar gemstone throughout the world. Hakuna tena dini popote duniani kama Tanzanite, ningeweza ni kulisha hata wazee wetu waliostaafu, walikuwa wanafanya kazi serikalini, ni tunu zetu za taifa, wakapata mshahara kila mwisho wa mwezi bila hata kufanya kazi. Usimamizi ukikaa vizuri wa CCK mtakapotupa kura za kutosha, tutasimamia inaweza kaendesha yatima na wajane na wesh, mpaka masikini kuondoa masikini kwa jiwe hili. Majiwe mangapi tunayo Tanzania? tuna mambo ya utalii eh? Tuna mambo ya bahari, tuna mambo ya kilimo, yani tuna utajiri lukuki ya kutosha. Kwani tuita masikini umbo, umasikini unatoka wapi? hiyo ni kufuru mbele ya Mwenyezi Mungu. Okay. Ni sasa sana uliyevaa suti kajifananisha na aliyevaa kaptura. Wewe si utani, unaleta utani mbele ya watu. Kwa hiyo Tanzania ni nchi kati ya nchi Afrika iliyobarikiwa. Mimi David Daudi Mwaijojele nawaahidi wa Tanzania popote mnaponitazama na kunisikiliza, mkinipatia kura za kutosha, nimeandaa suti ya kuapishwa siku hiyo. Mzijaze kura, mtiki kwa CCK sehemu ya urais, ubunge na udiwani. Naomba kura zenu za ndio wote mtafurahia nchi ya Tanzania. Na wengine wanasema bora ningezaliwa sijui nchi gani, watasahau wimbo huo na wakusema Tanzania ni nchi masikini. Sisi sisi kwetu tutakomesha kabisa, sisi ni matajiri. Tanzania sio mm. masikini okay. ila ni usimamizi tu. hizi asset mm. na hizi resources ambazo Mungu ametupa tumebarikiwa, na Mungu kuzisimamia vizuri. Sasa mm. tumejipanga hayo mambo yote kwa ajili ya kuleta kwa kwa mageuzi kwa. kwanza wananchi wale Uhum. Ukitaka hapo upigwe ngua naunyanganywe simu mtu mm. ana njaa na shida ajue atakula nini mm. Utakabwa wewe mpaka utashangaa namba utatoa hela zote mfukoni, lakini mm. sisi tunasema CCK tutakuwa tumetenga mashamba ya kutosha eh, kwa ajili ya serikali kulima mm. e, tukilima serikali CCK tutaweka kwenye magara ya kutosha, tutaweka shirika la kusagisha hizo nafaka na tutaweka package Eh, kwa ajili ya kusupply kwa wananchi wote wa Tanzania kwanza wale. Achana na kitu kingine, mtu anaweza kalala hata kwa jirani akiwa ameshiba. Watu wote wale toka vijijini mpaka mjini, watu tutahakisha tuna supply chakula, tunasambazia wanakula. Itakuwa ni kazi ya serikali na inawezekana, hakuna mm. kisichowezekana. Tuna ardhi ya kutosha, ni kuagiza tu e, nyenzo za kisasa za kulima na tunajipanga hapo shirika kwa ajili ya kushughulikia wananchi kwanza, kula tu sasa, ndio tu sasa mmeshiba wananchi, sasa tunaanza kuweka sasa ndio viwanda vidogo vidogo, mm -hmm. viwanda vikubwa, utamlimisha mtu atasimamia kiwanda, asikia kizunguzungu, ajanywa chai, anakula maharage wiki moja mm -hmm. wiki zima, halafu yeye yeah, akitaka kubadilisha nyama nakula kichwa cha cha kuku na miguu na utumbo, alafu nyama hiyo kala nani? Hapo Mwaijojele, kwenye eneo hilo la samaki yeah. A, samaki samaki watu wanakula, mm. si mapesi manini mani, manofu. Anaenda nani ula nani, waambia masamaki tumepewa Tanzania, tuwe na watoto wetu, mnaenda kumjaza mzungu, anaishi miaka mingi, nyewe mnaishi miaka 30, kwa kula vyakula vya ovyo ovyo tu. Sisi mm. CCK tutahakikisha yote hatuna ya kukomesha. Watanzania wafurahie masamaki yao, wafurahie kuku wanazofuga, wa mtu asubiri Krismasi ndio anapiga mswaki aje afurahie kula nyama kura nyama hata kama sio siku ya Krismasi, ufurahi na familia yako. Sawa, tuende kwenye eneo ile ambayo umesema, uh, utashusha bei za bidhaa yeah. Uh, ulitaja umeme, ulitaja mpaka gesi, gesi. Ulitaja mpaka vocha ni kwa namna gani? Kwa sababu kuna mambo ambayo yanafanywa na sekta binafsi ambayo imewekewa mikakati na mipango na wenyewe wanafanya haya kulingana na zile Uh, gharama za uendeshaji ni kwa namna gani, watu watashuhudia hayo mambo uh, kwenye uhalisia wake. Coverage iko hivi, hayo makampuni yanaitwa na nani? Si yanaitwa na serikali, wanaita zabuni, wanashindanisha, wana ah, Tigo imeshinda, inakubaliwa, kwanza kwanza, mambo ya E, mambo ya simu kufanya mambo ya sevisi ya simu si sindio? Hmm. Serikali nimesema ya CCK sisi CC, tuna mbinu ambazo tutakava gharama zote, na nimesema hivi kumbe nanisikiliza vizuri, nimesema vocha haitanunuliwa ya mia tano kwa elfu moja elfu moja elfu kumi watakuwa nalipia tu kama rendi reni elfu mbili kwa mwezi kila Mtanzania watachati watu mpaka suo wasao kupika ugali So, so, so, pika ugali e, si nyumbani sasa hapo kura. Sasa ndipo sasa wanasema ni nani kafanya hivi, CCK CCK imeleta, yani mtaaruki watu walikuwa na chati kwa mia tano zina katika, sasa watu wanafurahia kidogo kidogo, na tunasema mm, kwamba kila mtu atapewa simu mm. Kila mtu atapewa tv eh? kila mtu yani, mambo yote ya tehama ya kisasa ambayo sasa watu wengi wanatamani wayaone, wanashindwa. Tutawapa watu, kila mtu awe nacho, asiwepo mtu mchamba mchamba, akushangaa simu sio ya smartphone kwa fulani. Wote wawe na simu, wote wawe na focha. Alafu huku sasa kuna uajirishaji kwenye simu mmm, uajirishaji gani? Kuna watu wanauza matisheti kupitia mtandao, kuna watu wanauza awanauza maviatu -ma -ma ma kupitia mtandao kuna watu anapata marafiki kupitia mtandao. Kuna watu wanasoma, anasoma digrii kupitia mtandao. Lakini sasa nashindwa kidogo, kavocha kameshaisha, awezi kusoma tena mpaka kombe kwa mjomba ake tena pale sasa, ni sasa na kusomea kibatari mm. Kwa, kwa wakati kama tulionao, hatuwezi kujiweka mbali na mambo ya tehama, mambo ya digital life. Analog ndio wazee wetu, ndio washauri wetu, lakini digital ndio vijana, wana mawazo mapya mengi wanapata mitandaoni wana cooperate mm. kimataifa, kujua kitu gani kinaendelea. Unakuta mimi sio mwanajeshi, lakini najua hata kwenye jeshi, sasa hivi mabomu ya miaka ile sio ya sasa. Sasa mabomu yako ya kisasa, kila mahali pana teknolojia hiyo mm. okay. Kalamu naweza ukacheka, kumbe napiga picha hiyo hapa hapa, kalamu kwamba ni ya kuandikia kwenye makaratasi mm. kwa hiyo tusiwaweke watu wetu wakawa wanyuma sana, wasielewe kitu kinachoendelea mm. yeah. eneo la ajira umesema kwamba utatengeneza ajira za kutosha kwa hmm. vijana na wanawake. Chanzo cha hizi hizi ajira zitakuwa kwa sababu, kwa sasa dunia tunaona inapambana huku na kule, shida ya ajira imekuwa ni kubwa, hata mataifa ambayo yameendelea yenyewe yanalia kuhusiana na ukosefu wa ajira. Si tumesema hivi ajira ziko nyingi? Umewahi waona wanaotembea na mpaka miguu wanawake nani, makucha mm -hmm. Wewe, ukija kazini anakuja pale mtu katoka Kigoma, anata, baba katoka katoka, njoo, njoo nipake makuja tena, pengine kitandani kwako anakuja anampakia mama na garagara pale, zile tunasema zote hizo ni fursa. Watu kama wale tunatengeneza vizimba, wakina dada wakina mama waenda kajipambe huko, na wao walipe kodi. hmm. Unanielewa? alafu vilevile tuna hii tumesema tutatoa mikopo kwa wananchi wote, watu wana fursa ziko nyingi pale kuna, kuna wavuvi kuna wasomi ambao wana PhD eh, wengine wana masters wengine wana degree, wengine wana certificate wamesoma w makompyuta iwe kilimo iwe nini, hawana mitaji ya kuweza kuanzisha hizo shughuli zao. Watu wamesajili blela wana makampuni hata miaka mingapi, lakini namna kuoperate hiyo kulani hiyo kampuni hawezi kwa sababu hana support. Sasa ajira ziko nyingi, kwa mfano kilimo tutaanzisha shirika sisi lakini mko kama la national meeting zikuweko kwa nyuma mm, kwa ilikuwa yeah, sasa kicha sembe yeah. Katika kwenye kilimo kule kuna mahot kacha wale wa mabwana shamba, katika kule kilimo kutakuwa usafirishaji, kutakuwa na madereva, katika kule kwenye kilimo kutakuwa na walinzi sawa, kilimo cha umwagiliaji kutakuwa na wabeba mizigo. Kwa hiyo kilimo peke yake kita create pia ajira zitakuwepo pale sawa. Kuna mambo ya saluni, saluni inaingiza pesa, lakini atengenezewe mahali pazuri Uh, mtu mmoja akiwa na saluni anaajiri watu watatu wawili, na wasaidia kufanya kazi pale. Kuna mama lishe, tutawatengenezea maeneo mazuri na kuwapa mitaji. Ziko kazi nyingi Tanzania, watu wanakosa mitaji. Ambao, sisi tunasema tutawapa nini? Tutawapa mitaji ya pesa, ili yale maono walio nao wale wenye creative, ambao ni wabunifu kwa ajili ya kutengeneza ajira. Tunao pia watu ambao ni wabunifu kwa ajili ya ajira. Mimi nikizungumza, nitafanyaje basi nimeuzia maono CCM CCM za kutekeleza alimtu aliwatuambia Magufuli marehemu, samahani kwa kumtaja sasa. E, nyie mnasema mimi natekeleza kwa sababu yeye pesa anazo. Sasa ukiniambia sisi CCK utafanyaje? unazungumza na rais tena nikwambie, une, unayezungumza hapo mbele yake tunajua unaongea na rais eh, na kama rais nina vision, nina maono kwa ajili ya taifa hili, vingine ni siri yangu naviweka mkiji, nikikalia tu ile tarehe 29 nikaapishwa sasa tunashangaa mwangaza wa Watanzania, sema tulikuwa tunamsubiri, huyu hapa Mwaijojele ameshafika, mambo mengi yatakavyo <laughs> eh, Mwaijojele, mnapiga kampeni yes, mnakwenda huku na kule, mna nadi sera, lakini mwisho wa siku ni lazima uh, Watanzania wajitokeze kwenda kupiga kura. Huwa mnawaambia nini katika ile eneo la kujitokeza kupiga kura, lakini pia swala la kusisitiza amani, ili siku hiyo uchaguzi uende kwa utulivu, uh, mshindi atangazwe na tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC kwa utulivu na amani, na hatimaye sasa serikali iundwe, maisha ya wa Watanzania yaendelee. Kwa kweli, eh, umeongea kitu cha muhimu. Cha kwanza siasa na vyama tunaviweka nyuma, tunasema kwanza mbele tusimamie misingi ya wazee wetu waliyetuachia, tutunze amani. Hiyo ni kazi ya vyama vyote na watu wa Tanzania wote, amani, mshikamano, utulivu na umoja wetu na siwezi kuzungumzia muungano kwa sababu serikali ipo inaongoza, ila ya CCK nimesema sisi tutaleta serikali ya umoja. Tunawaelewesha wananchi kwanza, kufanya siasa, tufanye siasa za kistaarabu, na vivyo hivyo tuzingatie yote tunanadi. Kama mtu hataenda kushiriki kwenye uchaguzi, basi hatutapata ushindi. Kwa hiyo tunawahimiza kwamba mtunze nani kadi zenu za kupigia kura. Inapofika siku hiyo, nenda kapige kura, urudi nyumbani, usubiri matokeo. Na nashukuru pia jeshi la polisi, sehemu nyingi nimezunguka, wanajitahidi sana, wanajitahidi kabisa, biga kwa polisi. Na pia hata tume wamejitahidi. Uchaguzi ni peculiar, ni wakitofauti tofauti, chaguzi nyingine ilikuja kupita kwa hiyo tuna hata hapa nilipo, na wahimiza hata vyama vingine kuhakikisha tunaitunza amani ya Tanzania. Na tunawahimiza pia wapiga kura wetu siku ya ishirini na tisa wajitokeze kwa wingi, e, haa mwili ya kupiga kura, na mwamko umepungua, ni ukweli ambao ufichiki, na ukihoji kwa nini, ni wengine wanaona kwamba walimchagua huyu akatokea tena akapita mtu mwingine na nafikiri katika mchakato pia ya kupitisha wagombea kwenye vyama vingi limeleta tatizo. Kwa hiyo mtu anaona amna haja ya kwenda huko, sababu ni mkoa anamchagua hajapita, au miaka mingi tunachagua, nashangaa wamepita watu wengine. Sisi tunasema kwamba tumeitende haki mtu aliyepita, na amepita kihalali atangazwe. Na mimi naahidi mbele ya hadhira hii kwamba popote anaponitazama Tanzania na chama chetu chasikie kila kona kama mtu amepita kihalali kabisa tume memtangaza tutamuunga mkono kwa maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania, lakini kama kuna michepuko humo na nini, hilo sasa halitakuweza kukubalika. Natakiwa mtu apite ambaye kweli wananchi watasema hakika, ndio hiyo tulikuwa tuna eh, tunamtarajia kama uraisi na asilimia tisini na tisa bado moja tu ya tarehe ishirini na tisa. Kuchukua kiti kila cha urais na kusema nchi kwa sababu lazima kuwa na mabadiliko katika nchi hii hawezi kwa chama kile kile kikawa kinapita. Haiwezekani haiwezekani kitu kama hicho. Wa... Ndiyo maana demokrasia. Maanake demokrasia ut ut utawala au uongozi unaletwa na wananchi ndio mabosi wetu ndio wanatuchagua kutuweka madarakani. Hawezi wakakupenda tuwe miaka hiyo miaka yote hiyo kumi. Ishirini oh, wakupende una kitu gani bwana? Ni David Daudi Mwaijojele, huyo mgombea urais kupitia chama cha kijamii CCK. Yes, yes, ambaye tumekuwa naye hii leo kwenye wafahamu wa wagombea urais, akieleza sera zake na namna ambavyo anatamani kuifanya Tanzania iwe ya mwonekano wake pindi ambapo atachaguliwa kwenye uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka huu, na anasema tayari suti anayo lakini rangi hatuhitaji. Nakushukuru sana mzee Mwaijojele, tumemaliza. Nashukuru <laughs> sana kwa kunisikiliza, naomba kura zenu zote za ndio tupe sisi kesho tarehe 29. Na nakushukuru mtangazaji kwa nafasi hii, asante sana. Nam ndivyo ambao tunamaliza kipindi chetu cha wafahamu wa gombea wa urais hii leo. David Daudi Mwaijojele amenadi yale ambayo atakwenda kuyafanya kwa Watanzania, hivyo wa wamuzi, shari, ni nafasi ya Watanzania kwenda kufanya uamuzi tarehe 29 ya mwezi wa kumi kunako sanduku la kupigia kura kutekeleza haki ya kidemokrasia na haki ya kikatiba. Naitwa Nurdin Selemani, ndivyo ambavyo inatamatisha kipindi kwa siku ya leo. Panapo mwajaliwa, tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri.